Bwani, mambo ya majani chai imekuwa shida kubwa. Auction hapa Mombasa, auction ya chai imekuwa ni mambo mali ya wizi inafanyika. Chai yetu inatoka kule Nyanza na Rift Valley. Eti tuko na watu karibu tisa ambao ni auction directors, wanatesti chai kwa mdomo Wanasema hii ya Kisii ni mbaya, hii ya Kericho ni mbaya. Wacha niwaulize, ile miwa mnakula hapa Mombasa inatoka wapi? Managu ambao mnakula inatoka wapi? Ndizi inakuliwa hapa inatoka wapi? Nauliza, mbona chai yetu ikuwe kwamba sio tamu, lakini miwa ni mitamu, ndizi ni tamu, mboga ni tamu?